Leo tunaanza safari yetu ya hekima kupitia kitabu cha Ezra, na hapa katika aya ya kwanza tunapata kauli ya kushangaza: Bwana aliuchochea roho ya Koreshi mfalme wa Uajemi. Sasa unaweza kukumbuka katika somo letu la mwisho kwamba Yerusalemu ilikuwa imeanguka mikononi mwa Wababeli Babeli. Ufalme wa Yuda ulikuwa umefikia mwisho, na watu wengi wa Kiyahudi walikuwa wamehamishwa kwenda Babeli, na hapo ndipo wangebaki hadi ujio wa miaka sabini ya uhamisho ulipokamilika. Sasa ghafla aya hizi za mwanzo za Ezra zinatuambia kwamba ni mfalme wa Wajemi yuko kwenye kiti cha enzi, si Beli. Unaona, kitabu cha Ezra kinatupeleka hadi mwisho wa utumwa wa Kiyahudi. Dola ya Babeli imeanguka mikononi mwa Wamedi na Wajemi. Kitabu cha Danieli kitatuambia maelezo yote katika sura ya tano. Sasa mfalme huyu wa Wajemi anayeitwa Koreshi sasa anatawala juu ya ufalme mkubwa, na hiyo inajumuisha nchi yote ya Yuda. Lakini Bwana anaonekana kuwa kazini. Unajua, Sulemani aliandika moyo wa mfalme ni kama mkondo wa maji mikononi mwa Bwana, anaugeuza popote atakapo. Sasa Bwana amekuwa akichochea moyo wa mfalme Koreshi kutoa tangazo la kushangaza hapa katika aya ya mbili. Hivyo ndivyo asemavyo Koreshi mfalme wa Uajemi, Bwana Mungu wa mbinguni amenipa falme zote za dunia na amenituma nijenge nyumba kwake huko Yerusalemu iliyo Yuda. Yeyote aliye kati yenu wa watu wake wote, Mungu wake na awe pamoja naye, na aende Yerusalemu iliyo Yuda, na ajenge upya nyumba ya Bwana Mungu wa Israeli; yeye ndiye Mungu aliye Yerusalemu. Sasa Mungu kwa mamlaka yake amebadili moyo wa mfalme Koreshi ili kuwaruhusu watu waliochaguliwa na Mungu kurudi katika nchi yao. Na si hivyo tu, bali mfalme anawaamuru watu wa Kiyahudi wanaorudi kujenga upya hekalu huko Yerusalemu. Sasa unaweza kufikiria kwamba unajua, Koreshi hapa amekuwa mfuasi wa Mungu. Inasikika kama hivyo. Lakini maandiko ya kale yaliyogunduliwa na wanakiolojia yamehakikisha kuwa Koreshi alikuwa mpagani, yaani aliamini katika miungu mingi. Kwa kweli, unaweza kuwa umeona kwamba anasema hapa kwamba Bwana ndiye Mungu aliye Yerusalemu. Kwa maneno mengine, Mungu wa Abrahamu ndiye Mungu aliye huko Yuda, yeye ndiye Mungu anayehusiana na huko Yerusalemu. Hiyo ni unajua, hiyo ni eneo la Mungu huyu maalum Kweli hiyo inafanya tangazo lake kuwa la kimiujiza zaidi. Tazama, Mungu anaunda moyo wa mfalme mpagani kutimiza makusudi yake. Wacha nikuambie kitu kingine cha kimiujiza. Miaka mia moja na hamsini kabla kabla ya Koreshi kuzaliwa, nabii Isaya alitoa unabii huu. Sikiliza hili. Bwana anasema kuhusu Koreshi, yeye ni mchungaji wangu na atatimiza makusudi yangu yote, akisema kuhusu Yerusalemu, atajengwa, na kuhusu hekalu, msingi wako utawekwa. Isaya anatabiri kurudi Yerusalemu na hata anatupa jina la mfalme ambaye ataanzisha mchakato huo. Wacha nikuambie, wapendwa, historia ni hadithi yake, ni hadithi ya Mungu. Historia ni utekelezaji tu wa mpango wa milele wa Mungu na makusudi. Sasa hatuoni kila wakati. Bila shaka, tunaweza kufikiria kwamba mioyo ya watawala wa siku zetu vema iko nje kidogo ya udhibiti wa Mungu. Labda Mungu anaruhusu baadhi ya mambo kupita. Hapana, sivyo. Mungu haonekani, lakini hajapoteza nafasi yake. Yeye anafanya kazi kwa bidii, na kama hapa anatumia hata mfalme mpagani asiye na hofu ya Mungu kufikia malengo yake. Lakini nataka uone pia kwamba Mungu anachochea mioyo ya watu wa Kiyahudi pia. Tunaambiwa hapa katika aya ya tano: ndipo wakainuka vichwa vya nyumba za baba za Yuda na Benyamini na makuhani na Walawi, kila mmoja ambaye roho yake Mungu alikuwa amechochea kwenda kujenga upya nyumba ya Bwana ambayo iko Yerusalemu. Tazama, Mungu anafanya kazi kubadilisha mioyo ya watu wake kama vile yule kijana mpotevu alivyokuja kutambua hali yake tu baada ya kuangukia kwenye zizi la nguruwe, basi hawa watu wa kiyahudi hapa wamekuja kutambua hali yao wakiwa kwenye zizi la nguruwe, kwa kusema hivyo, yaani katika utumwa wa Babeli. Sina shaka hata kidogo kwamba walikumbuka unabii wa Yeremia na Isaya, na waliona Mungu sasa akifanya kazi katika moyo wa mfalme Koreshi. Kwa hivyo watu wengi sasa wamechochewa na maanisha wako tayari kurudi Yerusalemu, nchi ya ahadi, nchi ya mababu zao. Sasa wale wanaobaki nyuma huko Wajemi watafanya nini? Naam, watachomoa pochi zao na mifuko yao, na watatoa michango kulipia gharama zote. Hata tiros anawarudishia watu hazina zilizochukuliwa kutoka hekaluni Yerusalemu miongo kadhaa iliyopita. Sasa tunatambulishwa hapa katika aya ya nane kwa afisa anayeitwa Sheshbaza hili ni jina la Kibabeli, lakini ametambulishwa hapa kama mkuu wa Yuda. Wataalamu wa Biblia wanaamini hili ni jina lingine la Zerubabeli, mtu aliyewaongoza watu kurudi katika nchi ya Israeli. Zerubabeli alikuwa mzao wa kifalme wa Daudi na ametajwa katika ukoo wa Yesu katika Mathayo sura ya moja aya ya kumi na mbili na kumi na tatu. Sasa hapa katika Ezra sura ya mbili tunapata orodha ndefu ya watu waliorejea Yerusalemu viongozi wametajwa kwanza Wakianza na Zerubabeli hapa katika aya ya mbili. kisha kuna orodha ya makundi mbalimbali mbali ya watu una raia wa kawaida waliotajwa kwa kabila katika aya ya tatu hadi 20 una watu waliotajwa kwa makazi ya mababu hapa katika aya ya 21 hadi 35 sasa hatujaambiwa mengi kuhusu watu hawa lakini wao ni seremala wachungaji wa kondoo wakulima wakataji wa mawe. Wao ni watu waaminifu ambao wamechochewa na Mungu kuanzisha kurudi huku kwenye nchi. Basi tunapewa orodha ya makuhani na Walawi na watumishi wa hekalu. Aya ya hamsini na tisa inaongeza hapa kwamba baadhi ya watu hao wenye nia hawakuweza kuthibitisha nyumba za baba zao au ukoo wao kama walikuwa Waisraeli. Sasa katika siku zetu, hii ingekuwa kama kupoteza cheti chako cha kuzaliwa au leseni yako ya udereva. Hawawezi kuthibitisha ukoo wao au jina la familia yao, na kwa wale wanaorudi Yuda, ukoo ulikuwa muhimu, kwa sababu ni wazao tu wa Haruni walioweza kuhudumu hekaluni. Basi watu hawa wote walirudi Yerusalemu na Yuda, na aya ya sitini na nane inasema kwamba wanatoa sadaka za hiari kwa ajili ya nyumba ya Mungu ili kuijenga mahali nikuambie hii ni siku kuu. Hii ni siku iliyotabiriwa miongo kadhaa iliyopita, na unaweza tu kufikiria furaha katika mioyo ya hawa waanzilishi wanapomwamini Mungu na kurudi kujenga upya hekalu na taifa lao. Sasa kuna jambo la kusikitisha hapa, na ni kwamba ukifanya hesabu, una takriban watu elfu hamsini tu wanaorudi Yuda, na hiyo kwa kweli ni sehemu ndogo tu ya taifa lililoko uhamishoni. Tunajua kwamba wengine watarudi baadaye, lakini hakuna shaka kwamba wengi wa watu wamezoea maisha yao hapa Uajemi, mapema huko Babeli. Kwa kweli wanapendelea Babeli kuliko nchi ya ahadi. Nikuambie, hadi leo watu wengi wanapendelea Babeli kuliko Mungu. Wamezoea sana maisha ya dunia kiasi kwamba hawachagui maisha ya imani. Lakini nataka kuzingatia upande mzuri hapa. Mungu anatukumbusha kupitia mfano wa watu hawa waliorejea katika nchi yao. Kufanya kile tunachojua leo ni jambo sahihi kufanya. Kutukumbusha kwamba Mungu hana upungufu wakati watu wachache tu wanajitokeza kumtumikia. Na maanisha historia itatufundisha kwamba kazi ya Mungu haijawahi kuhitaji watu wengi, ni watu sahihi tu. Watu ambao wako tayari kufunga mizigo yao, watu ambao wako tayari kujitokeza, watu ambao wako tayari kumfuata na kumtii. Tuwe watu wa aina hiyo leo.